Kwa hiyo urithi wa mke ni namna mbili, mke ana namna mbili za kurithi. Ana namna mbili za kurithi mke, namna ya kwanza ni pale ambapo we mume umefariki, huna mtoto, na namna ya pili ni pale ambapo mume umefariki, unaye mtoto, ni tofauti. Ukifariki mume na mtoto yupo wa kwako, mke anarithi rithi thumnu, nanielewa thumnu. Na thumnu mwijue ni moja ya nane ya mali mekugawa, zile ile mali ya wewe ulokufa ndiyo mume, sio ehe. Inagaiwa mali yako mafungu manane yaliyo sawa, inachanganywa mali yote inagawanywa mafungu manane yaliyo yaliyo sawa. Kila fungu moja hapo linaitwaje? Thumunu. Basi hiyo thumni ndio anapewa mkeo, na hapa kuna nukta ya kufahamu, atapewa mkeo thumunu, ndio urithi wake huyo mke, sawa sawa akiwa mmoja wawili wakiwa watatu wakiwa wanne wote watagawana thumunu haichukulii. Thumunu akapewa huyu thumuni moja akala thumunu hii, moja ya nane moja tu ndio urithi wa mke mmoja na zaidi na zaidi ya mmoja. Mmefahamu hapo?